Diamond Platnumz, msanii uh, kutokea nchini Tanzania ameweka historia ya kuwa msanii wa kwanza wa pekee kutokea ukanda wa jangwa la Sahara kufikisha zaidi ya subscribers milioni 10 kwenye mtandao wa YouTube. Hivyo hivo, Diamond anatarajia kupokea tuzo ya play button inayotolewa na chaneli zilizofikisha au kupita subscribers milioni 10, ambayo pia ni alama ya mafanikio makubwa kwenye upande wa digital. Yaani, tuzo hii itakuwa na utambuzi wa juhudi na ubunifu wake ambao umesaidia kuwa msanii anayeng'aa kimataifa. Mafanikio haya ya mzee simba la masimba Diamond Platnumz kwenye nafasi ya kipekee si tu ndani ya Tanzania au Afrika Mashariki bali pia kimataifa, ambapo wasanii watatu wa Kiafrika wameweza kufikia kiwango hiki kwenye YouTube, ambayo ni Mohamed Ramadhani anatokea nchini Egypt, lakini pia Saad uh, Lamjarred anatokea pale nchini Moroko na Soolking atokea zake kipande fulani cha Algeria. So hii itakuwa ni alama ya uthibitisho kuwa mashabiki ambao wamekuwa wakimsupport ndani ya miaka 15 kwenye muziki wake na kumfanya kuwa moja ya wasanii vinara zaidi kwenye mtandao wa YouTube barani Afrika. Lakini pia kwa kipande kirefu Diamond amekuwa akiongoza kwa kwa watazamaji wengi zaidi na kuzungumzia numbers kwenye upande wa YouTube kwa upande wa Afrika Mashariki na kati kwa ujumla. So, Uh, so usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Washindi Media kwa sababu info nyingi mbalimbali mbali zina come through kupitia page yetu hapa.